Rose Muhando, karibu Bunia. asante sana nashukuru. Ndio kwanza tunakukaribisha, na swali yetu ya kwanza, unajisikia namna gani ufika Bunia? Kwani si mara kwanza umealikwa Bunia, wakati ya nyuma ulikataa, kwa watu walifikiria kama ulikataa, lakini kwa saa hii umeitika na umeasili hapa Bunia. nini imekumotivate kuja Bunia na unakuja fanya nini? Wakati wa Mungu ni wakati sahihi, yes kiona kuna mahali sijaja, haukua wakati wa Bwana, maana kama watumishi wa Mungu pia tunatembea kwenye ratiba za kimbingu. Uh, huu ndio wakati Bwana alikusudia, na ndio maana niko hapa na nimekuja hapa kwa ajili ya tamasha kongamano, kubwa mkutano mkubwa utakaofanyika kuanzia siku ya kesho mpaka siku ya Jumapili. Kwa hiyo hicho ndio kimenileta. Bunia ni mji mkuu wa Jimbo la Ituri ambao kuna vita na mauaji na vitu vingine kadhalika. Umekuja na ujumbe gani kwa wakaazi wa mji huu? Kwa ujumbe wangu ni kwamba Bwana atawatokea. Yeah. Pengine washabiki wako hasa pia Wakristo wangehitaji kusikia ama ni kweli ni Rose Muhando, wala wametupelekea mtu mwingine. Yani tumeomba ungeimba hata kidogo hivyo tu, yamani <laughs> <laughs> <laughs> macho yangu yamedhofu kwa machozi, kwani mateso yangu yapimiki kwa mizani, kwa kuwa nitukarasio adui yangu. Rafiki yangu tuliyejuana naye sana, tulikula pamoja, tulisalipa, ah, kanisani yeye. Bwana sifiwe oh. <laughs>